Kwamba sekta binafsi inakuwa ndio injini ya maendeleo ya nchi, na leo hapa wabunge wetu amesema na kuzungumzia juu ya maendeleo na faida yaliyopatikana kwa uwekezaji wa sekta binafsi katika bandari ya Dar es Salaam. Kwa hivyo, naomba niwahakikishie kamati yetu kwanza na waheshimiwa wabunge kwamba na kwenye upande wa SGR tunakwenda kushirikisha sekta binafsi. Waheshimiwa Mwenyekiti, tayari sheria ya open access tulishapitisha hapa bungeni, na sisi wizara tayari tulishatayarisha kanuni za open access kwa ajili ya kufanya kazi hiyo, na tayari wako makampuni mbalimbali, mbali ya Watanzania wameonyesha nia ya kufanya kazi ya uendeshaji wa SGR ya kutoka Dar es Salaam hadi Dodoma, hasa kwenye eneo la mizigo, kwa sababu biashara kubwa sana iko kwenye mizigo, na kama nilivyosema kwenye hotuba yangu kwamba itapofika mwezi Juni kazi hiyo ya usafirishaji wa mizigo kutoka bandarini Dar es Salaam mpaka Dodoma au Dar es Salaam Dodoma itaanza rasmi. Mheshimiwa mwenyekiti, maoni ya kamati na pamoja na wajumbe wa kamati pamoja na baadhi ya wabunge wamezungumzia kuhusu reli ya kusini. Mheshimiwa mwenyekiti, reli ya kusini ni reli muhimu sana, kwa sababu kule kuna madini mengi na naamini tukijenga reli hiyo itafungua sana uchumi wa nchi yetu hasa kwenye sehemu upande wa kusini. Mheshimiwa mwenyekiti, jambo hili tunalifahamu na tumeshafanyia kazi, tumeshafanya feasibility study. Hivi ninavyokuambia kwamba ninavyozungumza, serikali iko katika hatua ya kutafuta fedha kwa ajili ya ujenzi wa reli hiyo ya kusini. Mheshimiwa mwenyekiti